Je, umewahi kujiuliza kwa nini watu wengine wanafanya kazi maisha yao yote lakini bado wanabaki pale pale kifedha? Wanaamka mapema, wanajituma, wanajitolea, lakini mwisho wa mwezi akaunti ni ile ile. Wakati huo huo, kuna wengine wanaonekana kama hawahangaiki sana, lakini kila mwaka maisha yao yanapaa. Siri ni hii. Wengine wanafanya kazi kwa ajili ya pesa, lakini wachache sana hufanya kazi kwa ajili ya maarifa. Leo tunazungumzia sura ya sita ya kitabu Rich Dad Poor Dad, sura inayobadilisha kabisa mtazamo wako kuhusu kazi, pesa na elimu ya maisha. Karibu kwenye Sauti ya Kurasa, mahali ambapo tunasoma, tunafikiri na tunabadilika. Sura ya sita: work to learn don't work for money, yani fanya kazi ili ujifunze, sio ili upate pesa. Katika sura hii Robert Kiyosaki anaendelea kuonyesha tofauti ya kifikra kati ya rich dad na poor dad. Poor dad aliamini kwamba kazi ni chanzo cha kipato, kwamba unafanya kazi ili ulipwe mshahara mzuri, uwe na usalama wa kazi na uendelee kupanda madaraja. Lakini Rich Dad alifundisha kitu tofauti kabisa: usifanye kazi kwa pesa, fanya kazi kwa ajili ya maarifa, pesa itafuata baadaye. Kiyosaki anasema kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya ni kutafuta mshahara mkubwa badala ya ujuzi mpana. Watu wanapenda kujispecialize sana, kuwa mhasibu, daktari, mwalimu au manager lakini wanabaki bila kujua jinsi fedha, biashara na watu wanavyofanya kazi kwa pamoja, na hapo ndipo wananasa kwenye mzunguko wa rat race. Kiyosaki anakumbuka alipokuwa kijana, alianza kufanya kazi katika kampuni ya mafuta. Baadaye aliacha kazi hiyo yenye mshahara mzuri na akaenda kufanya kazi katika kampuni ya kuuza nakala kwa mshahara mdogo zaidi. Wengi walimcheka wakidhani amepoteza mwelekeo lakini alikuwa na lengo: jifunze mauzo na uhusiano wa watu. Rich Dad alimwambia ikiwa unataka kuwa tajiri, lazima ujifunze jinsi ya kuuza, kwa sababu ukweli ni huu: hakuna biashara, hakuna mjasiriamali wala hakuna mafanikio bila kujua kuuza. Uwe ni msanii, mwandishi au mfanyabiashara, wote wanauza kitu: bidhaa, wazo au hata jina lao. Hivyo, badala ya kutafuta kazi yenye mshahara mkubwa, Kiyosaki alitafuta kazi yenye masomo makubwa. Na matokeo yake, miaka michache baadaye alitumia ujuzi huo kuanzisha biashara zake zilizompa uhuru wa kifedha. Sura hii pia inagusa tofauti kubwa kati ya elimu tunayopata shuleni na elimu tunayopata kupitia uzoefu. Shule inakufundisha kufaulu mitihani, lakini maisha yanakufundisha kustahimili changamoto. Elimu ya darasani inakuandaa kuwa mfanyakazi, lakini elimu ya maisha inakuandaa kuwa kiongozi, mbunifu au mwekezaji. Kiyosaki anasema schools train people to be good employees, but the world rewards those who can solve problems. Yani, shule inatufundisha kufuata maagizo lakini dunia inawapa mafanikio wale wanaoweza kubuni suluhisho. Ujuzi muhimu wa kujifunza kabla ya pesa. Rich Dad alimfundisha Kiyosaki kwamba kama unataka kujijenga kifedha, basi usijifunze tu kazi yako, bali jifunze ujuzi unaotengeneza pesa. Namba moja, mauzo, yaani kujua kushawishi na kuuza bidhaa au wazo. Namba mbili mawasiliano yaani, kujua kuzungumza, kuandika na kujieleza kwa ufasaha. Namba tatu uongozi, yaani, kujua kuongoza timu, kuvumilia shinikizo na kufanya maamuzi. Nne, uelewa wa kifedha financial literacy, kujua jinsi pesa inavyotembea: mapato, matumizi na uwekezaji. Tano, Kujifunza kutokana na kushindwa resilience. Kujua kushinda woga wa kushindwa na kugeuza makosa kuwa masomo. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa mhandisi mzuri, lakini kama hajui kuuza wazo lake, anaweza kubaki nyuma ya mtu ambaye hana ujuzi mkubwa wa kiufundi, lakini ana ujuzi wa mawasiliano. Kiyosaki anasema, your your skills will make you rich, not your job, yani ujuzi wako ndio utakaokufanya kuwa mtajiri, sio kazi yako. Sura hii pia inasisitiza umuhimu wa kubadilisha mtazamo kutoka nafanya kazi kwa ajira hadi nafanya kazi kwa ajili ya kujifunza. Kama unafanya kazi kwenye kampuni, chukulia kama chuo. Kila siku jiulize, leo nimejifunza nini kuhusu biashara, watu au pesa? kwa mfano kama uko kwenye idara ya mauzo, angalia jinsi bei zinavyowekwa. Kama uko kwenye idara ya fedha, elewa jinsi pesa inavyosambazwa. Kama uko kwenye uongozi, jifunze jinsi ya kushughulika na watu. Kila kitu unachojifunza leo kinaweza kuwa silaha ya kesho. Unapochagua kujitegemea, Kiyosaki anaonya wengi badala ya kubaki watumwa wa kazi zao kwa sababu ya hofu, hofu ya kupoteza mshahara, heshima au utulivu. Anasema, the more you specialize the more you are trapped, yani kadri unavyokuwa mtaalamu wa kitu kimoja, ndivyo unavyokuwa mtumwa zaidi wa mfumo wa ajira. Lakini ukijifunza mambo mengi tofauti, unakuwa huru zaidi. Kwa mfano, mhasibu anaweza kuendelea kuwa salama ofisini, lakini hajui kuuza, kuongoza au kuwekeza. Lakini yule anayejifunza yote hayo anaweza kuondoka siku moja na kuanzisha biashara yake. Huo ndio uhuru halisi wa kifedha. Rich Dad alimwambia Kiyosaki kwamba watu tajiri hawakimbii kushindwa. Wanaliona kosa kama somo, si hukumu. Kushindwa ni njia ya kupata maarifa ambayo hakuna kitabu kinachoweza kufundisha. Kwa hivyo, mtu akitaka kujifunza Asikimbii hatari mdogo au makosa madogo, kwa sababu kila kosa linafunua kitu kipya kuhusu pesa, biashara au maisha. Na hilo ndilo jambo kuu, kujifunza kupitia uzoefu, si kutegemea elimu ya nadharia pekee. Ujumbe wa mwisho wa Kiyosaki katika sura hii ni Don't work for money, work to learn because the the more you learn, the more you you earn. Yaani, usifanye kazi kwa pesa, fanya kazi ili ujifunze, kwa sababu kadri unavyojifunza zaidi, ndivyo unavyopata zaidi. Hiyo ndiyo moyo wa sura hii, kwamba uhuru wa kifedha huanzii na mshahara, unaanzia kwenye maarifa. Pesa ni matokeo ya ujuzi na fikra sahihi, na kila siku unayofanya kazi, unayo nafasi ya kujifunza kitu kipya kitakachokulipa zaidi ya pesa. Leo umejifunza kwamba kazi yako si kifungo, ni chuo. Usiifanye kwa sababu ya mshahara, ifanye kwa sababu ya maarifa. Kwa sababu pesa unayoipata leo inaweza kuisha, lakini maarifa unayopata leo yanaweza kukulipa maisha yako yote. Hiyo ndiyo siri ya matajiri. Hawafanyi kazi kwa pesa, wanajifunza jinsi ya kuifanya pesa ifanye kazi kwao. Kama unapenda masomo haya yanayokufungua macho juu ya fedha, bonyeza subscribe hapa kwenye Sauti ya Kurasa na usikose sura inayofuata ambayo itafunua namna ya kushinda vizuizi vinavyokuzuia kuwa huru kifedha, Overcoming Obstacles. Kwa sasa, kumbuka, usifanye kazi tu kwa mikono yako, fanya kazi kwa akili yako pia. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine, Bye bye.